Kwa miaka hii mitano sisi halmashauri jiji la Mbeya katika fedha za maendeleo tumepewa bilioni hamsini na tano, na ninawahakikishia tumefanya kazi kubwa sana upande wa elimu, tumefanya kazi kubwa sana upande wa afya, lakini tumefanya kazi kubwa sana upande wa miundombinu. Kwa hiyo katika haya ni mshukuru pia Dr. Tulia amekuwa ni msaada mkubwa, kwa sababu Dr. Tulia amekuwa ni connection nzuri, kila jambo ambayo nampigia simu huwa hachelewi kulifanyia kazi. Leo katika jiji la Mbeya tumejenga vituo zaidi ya vitano vituo vya afya vipya. Toka sisi tumeingia madarakani. <coughs> Tumejenga kituo cha Itagano. Kituo cha Itagano kimekwisha na kimeanza kazi. Tulipata fedha kutoka serikali kuu, fedha za tozo. Tukajenga kituo cha Itagano. Lakini tumejenga kituo cha afya Ilemi kwa shilingi milioni 600 karibia kutoka fedha za mapato ya ndani. Ilemi sasa tayari na kituo cha afya. Tumejenga kituo cha afya katika kata ya Iyela. Kata ya Iyela tayari kuna kituo cha afya na kimeanza kazi, lakini tumejenga ka kituo cha afya katika kata ya Mwakibete na tumejenga kituo cha afya katika kata ya Isyesye. Kwa hiyo kazi iliyofanyika ni kazi kubwa, sio kazi ndogo <coughs> na hii yote kwa sababu serikali ina imani na jiji la Mbeya. Lakini jiji la Mbeya tumefanya maendeleo makubwa katika maeneo mbalimbali, tumeanza kuirudisha hadhi ya jiji la Mbeya jiji la Mbeya tumepata tuzo za usafi miaka miwili mfululizo. Jiji la Mbeya tumekuwa wapili katika usafi na mazingira katika majiji yote ya Tanzania, wa kwanza kaongoza Tanga, sisi tumekuwa wapili. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niendelee kuhakikishia na kuwaambia kwamba halmashauri ya jiji la Mbeya ambayo ninaiongoza iko vizuri na tunakwenda vizuri. Tumejenga shule mpya za msingi. Leo ukipita pale Mkapa, ukiangalia shule ya English Medium tumejenga mkapa gorofa nne. Tumejenga. Ukienda Azimio, unakuta shule yetu tumejenga shule ya gorofa, shule nzuri napendeza. lakini tumejenga shule za kata mpya, tumejenga shule Ilemi ambayo tumeipa jina la Benson Mpesha, tumejenga shule mpya ya kata katika kata ya Ilomba kule mtaa wa Tonya, tumejenga shule mpya katika kata ya Tembela, tumejenga shule ya kata mpya msingi katika kata ya Iwambi. Hayo yote ni mamilioni ya fedha, ndio maana nawaambia sisi kama jiji la Mbeya tumepewa bilioni hamsini na tano. Lakini ndugu zangu, nilikuwa huwa naona uchungu sana sisi Mbeya, nikaona hatuna shule ya watoto wa kike. Kwa hiyo nimepambana, shule ya sekondari katika kata hiyo ilikuwa inaitwa Maziwa. Ile shule tumeibadilisha, imekuwa shule rasmi ya watoto wa kike ambayo inaitwa Dr. Tulia Girls Secondary School. Mabweni yako tayari tumeshaongeza mabweni pale. Kama vijana wa Isanga tutakuwa wanafiki endapo kama tutazungumza kwamba maendeleo hatuyaoni. <tutu> Lakini pana miaka miwili hapa katikati, tulikuwa tunalalamika mara barabara mara mtaa mara, mara, mara nini <tutu> leo hii mwenye macho haambiwi tazama. <tutu> <tutu> barabara tunaiona. <tutu> na iki na ikimpendeza tena Mwenyezi Mungu, Mheshimiwa Duru akirudi tena, sisi tunashinda naye na tunakaa naye na anaamini atarudi. Omba hata kama alikuwa ana mpango wa kugombea Mheshimiwa, tunaomba uchukue fomu. Sisi kama wenye viti wako tuliofanya kazi na wewe tunakuunga mkono asilimia mia mia. Tunawaomba wananchi wa kata ya Isanga asia na macho jamani, hata kutembea kugusa kupapasa, naomba mpe kura za ndio atakapo kubali kugombea udiwani kwenye kata yetu ya Isanga. Mambo ambayo niliahidi, kwanza ilikuwa ni zahanati, lakini pili ilikuwa ni ofisi ya kata, na tatu ilikuwa barabara ya Wigamba ambayo hii iko mbele yetu hapa mnaiona. Zahanati nimeijenga tayari, nafikiri mmeiona pale, lakini namshukuru Mungu Juzi nilikuwa Dar es Salaam nikihangaikia kuipandisha hadhi ili iwe kituo cha afya. Sasa hivi zahanati yetu ya Isanga, kabla haijaanza kazi, tunakwenda kuipandisha hadhi na itakuwa ni kituo cha afya. Kituo cha afya kuna maana, kuna majengo pale tunaongeza tutakuwa kupeleka hati ya eneo lile. Tumeshapeleka hati tayari, tumeshakabidhi document zote tabisemi, tunachosubiria sasa ni kuingiziwa fedha karibia milioni mia mbili na kitu ili tuanze kujenga kituo cha afya.